wengine tunapoimba mali hapa siku za Jumanne kwenye ibada, yeye amelala kwenye godoro anajinyosha, amekuta na feni, anasema eh, kaupepo kazuri. Nataka nikwambie lile godoro linatakiwa, siku ya Jumanne unapoona nafika saa saba unalitupa. Kuna wanasema ah, leo ni siku ya kwenda kuponywa na Bwana, leo ni siku ya kwenda kusema na Bwana, leo ni siku ya kwenda kumwambia Bwana, leo ni siku ya kwenda Bar, tusijenge mazoea ya kusema mchungaji siyupo kanisa, katibu siyupo kanisa, mwasiu siyupo kanisa. Hapana, yeah. Tujenge mazoea ya kuponywa, kubadilika. Unapoponywa unahitaji yeah. kubadilika. Malaria, wakikuchoma sindano iucoasida kama ulikuwa unaenda unatetemea, baadaye ukipona hutatetemea, watakuta unakimbia, watakuta unaimba nyimbo, watakuta unakula chakula kizuri, hata kama ulikuwa uwezi kula, lakini wakikuchoma sindano ukapona, wataona hata sura ime ime imebadilika, imekuwa imechangamka. Jina barikiwa. Hata kiroho kinahitaji kuponya, usipange kukaa katika kitanda hicho miaka yote ya Bwana anashuka ndani ya kanisa letu, anahitaji watu waliolalia vitanda kwenye ibada miaka mingi. Leo ni zamu yao kuinua, leo ni zamu yao kuponywa, leo ni zamu yao kusimama. Tunahitaji kanisa la Mungu, watu wabadilike. Kila kiroho ulichokizoa hicho, achana nacho. Ebu mwambie Mungu, nipe nguvu ya kiroho ambayo chuma takosa nitakuwepo mahali hapa. Bwana atakuimarisha sana, hicho kiroho chake mbompijesa